Sante sana bwana. Kwa majina anaitwa Richard Wafula na mimi ningependa kuambia Wakenya jambo moja ya kwamba in this world kuna kitu ambayo you can argue. Kuna kitu ambayo inaitwa opinion na kuna kitu inaitwa fact. You can have different opinion, like than me but we cant argue over the facts the facts ni kwamba ukweli ni kwamba kura ndiyo zinaenda kupitisha nani ndiye anaenda kuwa rais wa nchi ya Kenya. Wewe kutuuliza hapa nani ndiye atakuwa rais, wachana nayo. Mtu mwenye anaenda kutoa huyu jamaa anaitwa Ruto ni vitambulisho na ile kura ambayo Mkenya ako nayo. Ukweli ni kwamba Wakenya wamechoka huo ndio ukweli ambao, watu wengi, watu wachache hawataki kusikia, na hiyo ndio ukweli ambayo inauma watu bwana. Kama mnafanya vitu ambavyo ni vya ukweli, vitu ambavyo vinafurahisha, mbona watu wanalalamika bwana? Hii kitu iko kama wakati tuna, tuko huko ushago, wanaona ya kwamba kuna doki, kuna mtu ambaye kama ni mwizi akipita mahali doki zinapweka sana bwana, unapita hii boma doki zinampwekea. Hii boma doki zinampwekea. Kumekuwa na different regions ambayo hu jamaa ametembea, umeona watu wanalalamika. Walalamika kwa nini? Kwa sababu ya vitendo vyake vibaya. Kitu ingine ambayo nataka kuongelea ni hii maneno ya town on Wednesday 25th, iko hivi bwana, hao Wakenya wanalindwa na katiba wakati wa Kenya wanalindwa na katiba iyo katiba ndiye nawalinda pale tauni, hata siyo askari. Kitu ya kwamba ni kwamba maandamano iko katika katiba, wacha watu waende wakafanye vile watafanya, lakini wasirushe mawe na polisi naye asirushe tiagas. Lakini kuambia watu wasiende maandamano, mwanaume mzima ambaye amemea ndefu, mwanaume mzima ambaye yuko na familia, yuko na akili zake, ati usiende maandamano. Bwana, hiyo ni kama kupigia mbuzi kidhaa. Hao watu wamejua ni kwa nini wanaenda maandamano, ni kwa sababu ya justice ikaweza kupatikana. Hatuendi huko kwa sababu ya uchungu peke yake, tunaenda kwa sababu tuzuie, tuzuie vitendo viovu ambavyo kama risasi ambazo zitaenda kupigwa next ambaye hatutaki kuexpect. We don't want these cases to, to, to evolve again. Bwana wa Kenya, nataka kuambia kwamba tusiogope vijana, tusiogope tusimame pamoja. 2027 tunakuja kusukuma hii kitu, tukisukuma hao watu wanaenda. Usijali ni nani anaingia, hata mimi mwenyewe pia naweza simama kama rais, na nikisimama na Ruto, Ruto anaenda nyumbani bila pesa, ni manifesto tu pekee yake. Hao watu ukiweka ukweli, ukiweka ukweli wao hapa, watu waone maovu yao na waone maovu yenye wametendea watu, bwana huyu jamaa anaenda nyumbani. Asante. <laughs>